Sehemu ya pili: kwa nini unapata uoga kuzungumza? Je, umewahi kuhisi hofu kabla ya kuzungumza mbele za watu? Unajikuta unapiga moyo konde, lakini bado unatetemeka? Usijali, hii ni hali ya kawaida kabisa kwa wengi. Hata wazungumzaji wakubwa inawakuta mara kwa mara. Uoga wa kuzungumza unatokana na sababu kadhaa kama vile hofu ya kushindwa au kukosea mbele ya hadhira, wasiwasi wa kuhukumiwa au kudharauliwa na wengine kukosa kukosa maandalizi ya ya kutosha kabla ya kuzungumza, pamoja na kukosa uzoefu wa wa mara kwa mara wa kuzungumza hadharani. Sasa tuangalie jinsi ya kupunguza hofu hii. Moja, jifunze kujiandaa mapema kwa maana ya kuandaa hoja zako, elewa unachotaka kusema na fanya mazoezi ya kutosha. Mbili, vuta pumzi na ujitulize. Kabla ya kuanza kuzungumza, fanya mazoezi ya kupumua taratibu ili kupunguza msongo wa mawazo. Alafu anza. Tatu, anza kidogo kidogo, usijilazimishe kuzungumza mbele ya hadhira kubwa mara moja. Anza taratibu na vikundi vidogo vidogo, na polepole pole utaimarika. Fanya mazoezi haya na utaona mabadiliko makubwa katika ujasiri wako wa kuzungumza.